Oh, haki haki yoyote, wewe orodhesha haki zote, haki ya kula, haki ya kulala, haki ya kusoma, haki ya kutibiwa, haki isiyo kupata. Haki gani unaweza ukaipata kama hakuna amani? Hakuna hapa, tuna wafanya biashara wakubwa hivi, amani ikitoweka mtafanya biashara? Si tunataka kuswali hapa, amani ikitoweka tutaswali? Tunaozesha watoto, amani ikitoweka tutaozesha watoto wetu Tunataka majengo mazuri kama haya, hawa wafadhili, Mungu awabarikia wahifadhi, wametujengea msikiti wa heshima katika mkoa wa Mwanza huu. Hivi huu msikiti ikiingia fuja, utabakia na amani? Mi nasema popote nitaweza kusema amani kwanza. O, amani sheikh, amani ni tunda la haki, yaani ile a -a, wewe uelewi eleza vizuri ile, a, ile haki ndio itakuja kuifanya kuilinda nini amani, lakini amani lazima iwepo kwanza. Msamiati sahihi ni amani ndiyo jamvi la haki. Unataka haki, lazima kuwe na amani. Yule Kofi Annan aliokuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikuwa na, duniani alipewa heshima ya kusaka haki au kusaka amani. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Burundi, pale wanagombana alikwenda kusaka haki, kusaka amani. Wapalestina mpaka leo haki yao ya kupata nchi yao wameshaipata lakini inapotokea mtu akawalilia wasiuawe, wasipigwe, wakadhulumiwa, watakubali watakataa? Gaza ile imesambaratishwa, ameingia mtu anasema, jamani, tufanye amani hapa, wamekubali wamekataa? Amani kwanza, tuzungumze fakti. So unazungumza ubishi tu na mitandaoni, zungumza fakti, jenga hoja. Mi nimemwambia mtu aje tufanye mjadala wa hilo amani na haki. Tunajenga mashule, ni haki ya watoto kusoma Je, kukivurugika utakwenda utampeleka mtoto shule? Tunajenga misikiti mizuri, ni haki yetu kuswali. Amani kivurugika utakuja kuswali? Oh, watu wanatekwa, watu wanatekwa, mbona hamsemi watu wanatekwa. Kwani watu kutekwa umeanza kwa Samia? katika nchi mpaka hiyo ya ajabu, kuna nini? Twambieni kwa nini sasa wakati wa Samia mchokoe chokoe? Oh, Mzanzibari! kwani Mzanzibari haramu kuwepo Tanganyika? mnajua historia ya nchi hii Unamjua Hasan bin Amir Ishirazi Abal Mubaraka, mzee wa Kizanzibari aliyepita nchi nzima anafundisha Qurani? Mzee aliacha alama sehemu zote. Sheikh Hasan bin Amir Shirazi amekuja Mwanza hapa, kafundisha kenda Ujiji kafundisha, kenda kila sehemu kafundisha, na kupitia yeye kwa mkono wake ameuza kadi za tano. Hii tano unaiona, Sheh Hasan bin Amir kashiriki kuijenga. Mzanzibari leo namkataa mzanzibari kuwa rais hapa. Tuache chuki tutaanza kufikiri vitu vingine, na mtume ametukataza, anasema asema Mtume: alfitnatu naima laanallahu la man istaiqadha, fitna imelala Mwenyezi Mungu anamlaani anayekwenda kuiamsha. Acheni haya mambo, mkitaka tuseme, naweza tukasema neno magumu sana. Kwa sisi tunapigania amani.